Mkuu wa mkoa wa Kigoma kanali mstaafu Joseph Simba Kalia amewataka wakazi wa vijiji vya mpakani mkoani Kigoma kusaidia ulinzi wa nchi kufuatia kuendelea kwa matukio ya uhalifu wa kutumia silaha na kuingizwa kwa silaha toka nchi jirani ambazo zinatumika katika matukio ya ujambazi. Kutoka wilayani Kasulu mkoani Kigoma, Deogratesin Sokolo ana taarifa zaidi. Stafu Simbakalia ametoa wito huo alipotembelea vijiji vya kata za Kilelema na Nyamgali wilayani Kasulu kukagua shughuli mbalimbali za maendeleo katika vijiji hivyo vinavyopakana na nchi jirani ya Burundi, ambapo amesema pamoja na kuwepo kwa vyombo vya ulinzi na usalama, wananchi wana jukumu la kusaidia ulinzi kwa kuwa bila ya amani hawataweza kufanya shughuli za maendeleo kama kilimo na biashara. Ulinzi na usalama ni jukumu la kila mtu, inatosha <coughs> na ni muhimu sana hata kuweza kutoa taarifa mambo ambayo si mazuri, mambo ambayo yanafanywa si sawasawa, mambo ambayo yanafanywa kinyume na kujenga ulinzi na usalama. Sema hapa tuko mpakani, kuna watu wanatoka huko wanafanya uhalifu huko wanakimbilia huko, au mtu anakwenda kule anafanya uhalifu anakuja huko. Au wakazi wa maeneo hayo wameeleza changamoto kadhaa zinazo wakabili ikiwa ni pamoja na upungufu wa watumishi, michango mashuleni, ubovu wa barabara, ulanguzi wa mazao na kutokuwepo kwa mawasiliano ya simu katika tarafa hizo tunapopata watumishi kuja kufanya kazi hasa mashuleni, wanadukimbia anafika, anafungua simu yake, anaona hamna kitu, siku hiyo hiyo anapanda gari na kuondoka. Kwa hiyo hii, kwa kweli, kwa kume kuja hapa, nafikiri tutapata majibu. Sasa mimi ningeomba serikali itusaidie kwa wale ambao hawezi labda kusafiri kusafirisha, basi tuweze kuwa na utaratibu hapa karibu, kwa mfano ili mazao yetu yaende kwa utaratibu mzuri, hasa kupitia katika mzani. Lakini watoto wetu wanadaiwa watoe hela, ni shule ya msingi shilingi elfu tano tumetoa za kufanya mtihani, sasa hivyo wanatana tena, tena, tutoe shilingi elfu tatu tena. Hizo elfu tatu zikafanya kazi gani? Kutoka kijiji cha Nyamgari ambacho kipo katika mpaka wa Tanzania na Burundi, katika wilaya ya Kasulu mkoani Kigoma, ni Deogratias Nsokolo wa ITV.